Get but kikao cha Kamati ya Seneti kuhusu kilimo, uchumi wa bahari na mifugo kilichoitishwa kumhoji Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya kuhusu masuala ya ukaguzi kiligeuka kuwa na mvutano mkubwa baada ya Seneta wa Bungoma David Wakoli kulazimika kujiondoa kama mwenyekiti wa kikao hicho kufuatia tuhuma za upendeleo. Tukio hilo, lililotajwa kama la kushangaza, litokea Alhamisi baada ya Gavana Natembeya kuwasilisha video inayoonyesha Seneta Wakoli akitoa matamshi yenye upendeleo katika hafla ya hadhara iliyofanyika hivi karibuni katika kaunti ya Bungoma. Video hiyo iliyorekodiwa katika shule ya upili wasichana ya Cardinal Otunga wakati wa hafla ya makabidhiano ya bweni jipya lilojengwa na shirika la Kenya Pipeline Company Foundation ilimwonyesha Seneta Wakoli akiahidi kumhoji vikali Gavana Natembeya, atakapofika mbele ya maseneta. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ukulima, uchumi samawati na mifugo. Mheshimiwa governor wa Trans Nzoia atakuja mbele ya kamati yangu mimi kama mwenyekiti, aweze vile vile kuwajibika kwa kazi ambayo anafanya kule Trans Nzoia. Naomba mweke televisheni zenu wazi. Mwone jinsi tutakaragazana katika kazi ya kujenga watu wa Kenya. Na yule ambaye ana makosa lazima awajibiki katika kauli yake. Wakoli alifananisha gavana Natembeya na Baraba, mtu wa kibibilia aliyesamehewa huku Yesu akihukumiwa kusulubiwa. na Mheshimiwa, mimi naomba siku za Biblia tulimwachilia Barnaba, wakamsulubisha nani? Yesu. Barnaba ako Trans Nzoia, mheshimiwa speaker, spika, mutuachie tumsulubishe na tuondoke njiani. Maafisa wa kilimo kutoka kaunti ya Trans Nzoia waliandamana na gavana Natembeya kuhojiwa kuhusu kilimo. Maswala mbalimbali yakiwemo ugavi wa mbolea ya serikali ya bei nafuu, mpango wa kaunti wa kumaliza njaa Trans Nzoia, miongoni mwa maswala mengine.